Idara ya ufanisi serikalini huko Marekani inayoongozwa na Elon Musk imetangaza kusitisha misaada kutoka Taasisi ya Kitaifa ya Afya yani NIH ikiwemo ufadhili wa dola za Kimarekani laki sita na elfu ishirini kwa mpango wa kuzuia mimba kwa wanaojiita wavulana waliobadili jinsia kutoka wasichana. Mbali na hilo taasisi hiyo ilikuwa ikitumia zaidi ya dola laki saba kwa utafiti wa matumizi ya bangi kwa watu wanaoshiriki mapenzi ya jinsia moja, ambapo inakadiriwa kutumia dola za kimarekani laki saba na elfu arobaini kuchunguza mitandao ya kijamii kati ya wanaume weusi na latino wanaoshiriki mapenzi ya jinsia moja huko New Jersey, na maelfu mengine kwa tafiti zinazohusiana na afya ya kijinsia na ubaguzi wa kimfumo. Hii ni sehemu ya mfululizo wa hatua za idara ya ufanisi serikalini huko Marekani kupunguza ufadhili wa miradi inayohusiana na masuala ya kijinsia ikiwa ni wiki moja tu baada ya kusitisha ufadhili kwa tafiti za kubadilisha jinsia za wanyama. Rais wa Marekani Donald Trump aliangazia suala hilo katika hotuba yake ya hivi karibuni akibainisha kuwa mamilioni ya dola yalikuwa yakitumiwa kwa tafiti kama hizo. Hii ni Sawasawa Digital, habari kiganjani mwako.